Ni mwamko mpya kwa wanawake wa mashinani ambao waliathiriwa na utovu wa usalama katika eneo la Kerio Valley ambao wamekusanyika kwa mara ya kwanza na kujitokeza katika ujenzi wa amani. Wanawake kutoka jamii zinazozozana za Pokot, Marakwet na Turkana wameshinda vikwazo vya jamii na kuongoza katika mchakato wa kujenga amani kwa kuwa mabingwa wa amani na mabalozi katika maeneo ya mipakani kuhusu masuala ya amani. Walisema wanabeba mzigo mkubwa wa mashambulizi, hivyo kukubaliana kuweka mikakati ya pamoja ili kuimarisha majukumu ya wanawake katika kujenga amani katika maeneo yao ya makazi. Priska Limatuya kutoka kundi la wanawake la Pokot, Turkana na Marakwet anasema kwamba watahakikisha kuwa amani inafikiwa. Saa hii tukienda huko mashinani, tumeshajua ile kasi ya kina mama aswaa kwa maneno ya amani tukienda sasa pale mashinani tutaenda kukutana kwa sababu sisi wengi wetu tuko kwa vikundi vikundi, tuko na vikundi ya silk, tuko na hata na vikundi ya Merico Round, na tuki tukienda pale mashinani tutaeneza kuhusu hii maneno ya amani. Alibainisha kuwa waliathirika zaidi ya saa katika mizozo ya sasa ya mpaka kati ya kaunti za Pokoti Magharibi Elikio Pokot na Baringo ni wanawake ambao wengi wameachwa wajane baada ya wanaume wao kufariki katika uvamizi. Ukiangalia kwa undani, wa mama ndio zaidi wanaathirika zaidi, kwa sababu hawa ndio ndio wana kwao Wanakua waki wakiwaume sao wakiwawa ama watoto wao hao ndio wana, wanapata asara kubwa sana, kwa sababu unaweza, unaweza kuwa umelea mtoto yako mpaka amefikisha mtu mzima alafu isemekane tu ati amewawa na au una uwezo tena ya kusaa mwingine. Jesco Kipkore kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet alisema kuwa sasa wana matumaini ya kuishi pamoja kwa amani. Bi Kipkore alisema kuwa wamekuja na kundi litakaloshughulikia kutokomeza umaskini uliokita mizizi miongoni mwa wenyeji wake pamoja na kampeni za jukwaani zitakazohakikisha kuwa uhamasishaji ufaao unafanywa ili kukuza maendeleo na kutokomeza mila zilizopitwa na wakati. Tulijaribu sana kujijenga kwa ku, kujisaidia. Tuna merigorau ambayo tunajipea kwamba wakati huu tuna muda ambao tunaenda sehemu za Marakwet na kuna muda ambao tunakuja hapa West Pokot. Aa, niko tayari kabisa kwenda kuongea na wamama wenzangu, kama vile tumeanza na wa Marakwet na vile tumeanza hapa Pokot. Tunajua kwamba hata wamama wale wa Waturkana tunafahamu, wao pia wanasikia uchungu na wanaathirika. Nelly Rulia kutoka shirika la Action Aid Kenya linalosimamia sauti za wanawake wa Afrika kwa ajili ya amani katika maeneo yenye migogoro alisema kwamba wanapaswa kuhakikisha wanashirikisha Wanawake na vijana katika maendeleo endelevu. We are bringing women from Elgeyo Marakwet and West Pokot. The major reason is that we are bringing them to capacity a training to capacity build them on how to enhance interborder peace because uh, mostly the conflict affects on the borders where now women are being displaced and most of them their husbands and their their livelihoods they lose through the conflict. Na kufikia hapo ndipo nahitimisha makala haya. Yeah. Jina langu ni Benson Aswani.